Haiya, Saidi mkaaji ni mwalimu na mkaaji wa Nyamagana. Katika kutambua kwamba hii ni haki yangu ya msingi kugombea, lakini pia kama mkaaji wa Nyamagana, mara kadhaa nimekuwa nikigombea kwa sababu nimekuwa nimegundua katika jimbo letu la Nyamagana na Mwanza wetu kwa ujumla kuna fursa nyingi za kiuchumi na ambazo msingi zimekuwa hazijatumika kwa muda mrefu kupelekea maendeleo ya wananchi, ukichukulia kuwa mji huu ni kitovu cha biashara katika ukanda huu, ambapo rasilimali nyingi zinazozunguka ukanda huu zinaweza kufanyiwa mazungumzano hapa na kupelekea wananchi kupata maendeleo ya haraka, na hasa katika jitihada ambazo anazifanya Rais Dr. Samia Suluhu, jitihada ambazo zimekuwa na msukumo mkali wa kiuchumi. Ukanda huu tunazo rasilimali kama uvuvi. Uvuvi ukiwekewa nguvu kubwa na mwakilishi wa wananchi, kwa maana ya uwekezaji katika vizimba vya samaki unaweza kuharakisha sana ukuaji wa uchumi, fursa ambayo inaonekana kabisa wazi kutoshughulikiwa vizuri na wawakilishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi ninaamini kwa kushirikiana na wananchi na wakaaji wenzangu wa Nyamagana, tukiwekeza mtu mkubwa katika eneo la uvuvi tunaweza kuifanya Nyamagana katika sura nyingine kabisa ya kimaendeleo, lakini bila kusahau eneo la utalii, kama Rais mwenyewe ambavyo ameweza kujituma kuwa namba moja wa utalii. Hali kadhalika, nikiipata hii fursa, nitashirikiana na wananchi wenzangu kuhakikisha kwamba sekta ya utalii tunaiwekea mkazo, kupelekea ukuaji wa uchumi kwa haraka na hatimaye maendeleo ya wakaaji wa Nyamagana pamoja na Nyamagana yenyewe pamoja na Mwanza, kwa maana ya ukanda wetu. Kimsingi, hizo ndizo sababu kuu ambazo zimenisukuma mara kadhaa kuchukua hii fomu. Leo nachukua mara ya tano, naamini wananchi wenzangu watakuwa wameshafahamu na umuhimu wa kuweza kunisukuma nikawatumikia, na nipo tayari kuwatumikia masaa yote, masaa ishirini na nne, nitapatikana kila wakati watakapo wata nihitaji na nitakapo wahitaji, kwa ajili ya kusukuma maendeleo ya, ya wenzangu na maendeleo ya na aa, lakini bila kusahau pia nitahakikisha kwa nafasi yangu na <coughs> ujuzi wangu wa kitaaluma ninawatumikia Wanyamagana kuhakikisha jambo kama hili la rushwa linakuwa mwisho wake.